Inuka nenda zako, imani yako imekuponya. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Zamani ukoma ulikuwa ni ugonjwa uliofahamika na uliokuwa umeenea mahali pengi, hata katika nchi yetu. Mimi katika safari yangu ya malezi, nimepata fursa ya kuhusika na kambi mbili za wakoma. Kambi ya kwanza ilikuwa huko Tobora Mahenge, na kambi ya pili ilikuwa huko Tabora nilipokuwa mwanafunzi wa teolojia. Ukoma ni ugonjwa mbaya, ni ugonjwa wa kuogopesha, hasa kwa sababu unamnyonyoa mtu, unamondolea viungo, unamharibu sura. Na Wayahudi walikuwa na sheria kali kuhusu ukoma. Sheria hizo zililenga kuwalinda wengine wasije wakaambukizwa ukoma. Kwa bahati nzuri ukoma umepungua sana siku hizi. Lakini msibweteke kwani ukoma bado upo. Na upo kwa sampuli mbili. Sampuli ya kwanza ni ile ya zamani ambayo humnyonyoa mtu midomo, vidole vya mikono na miguu na kadhalika. Ukoma wa pili, nyote mnaufahamu: dhambi ni ukoma. Dhambi ni nini? E, na dhambi kama ukoma wa roho haumnyonyoi mtu viungo vya nje, unamnyonyoa viungo vya roho, unampotezea sura yake kama mwana wa Mungu. Kwa hiyo kumbuka kwamba kila unapojiruhusu kutopea kwenye dhambi unanyonyolewa kiroho, unasambaratishwa katika uhasiria wako. Kwa hiyo jilinde, epuka dhambi na usizoe dhambi kamwe. Wako wengine wanasema, ah, si mara hii moja tu. Hata mara moja ni dhambi. Eti eh, kiiba mara moja ni dhambi, kizini mara moja ni dhambi, ukisema uongo mara moja ni dhambi. kwa hiyo kila unapotenda dhambi jihesabu kwamba uko mkoma. Katika somo la injili tulilosikia, Yesu yuko safarini, safari yake ya kikazi. Mwinjili Luka anapotusimulia utendaji wa Yesu anachora safari na utendaji wa Yesu akiwa anatoka Galilaya kuelekea Yerusalemu. Na katika safari hiyo, anafundisha, anaponya, anauhubiri na kuujenga ufalme wa Mungu na leo tumesikia kwamba anakutana na wakoma kumi, ambao kama desturi walikaa mbali, hawakuchanganyika na watu wengine. Kwa hiyo walikuwa wanajifunika midomo na kulia kwa sauti, Yesu, Bwana mwema, uturehemu. Hebu rudieni nguvu. Yesu, Bwana mwema, uturehemu. Hiyo ni sala ya mkoma, ifanye iwe sala yako. Na watu waliokuwa wanaandamana na Yesu walipowasikia wakipiga kelele, Yesu, Bwana mwema, uturehemu, walifedheheka. Kwa hiyo wakawakemea, kaini kimya Fumba kinywa, acha kupiga kelele. Yesu akatambua hilo na akawakataza msiwakataze, msiwaambie wakae kimya, ni haki yao kutambua uwepo wa Masiha. Kwa hiyo akawaita, akawapa maelekezo, kwa kweli aliwaponya lakini akawaambia watimize sheria. Na kwa Myahudi aliyepatwa na ukoma, kutimiza sheria akijua kwamba ameshapata ahueni ni kwenda kujionyesha kwa kuhani, kusudi kuhani akutazame na aafiki kwamba kweli huko mkoma tena kweli unaweza kurudi kwenye jamii, kweli umepona. Kwani hata wewe unapotenda dhambi, si una fursa ya kwenda kwa kuhani eti eh? Pamoja na kwamba wengine pengine mmeshajenga mazoea ya kusema ah, kwenda kuungamaungama bwana, huko nako ni fedeha Ukizoea kutoungama unajifanya kuwa jalala la dhambi, hapo ndipo unapofedheheka kabisa. Tumia vizuri fursa ya huruma ya Mungu katika kitubio. Bila mastahili yetu, tunazawadiwa huruma ya Mungu. Kwa hiyo usijinyime kamwe huruma ya Mungu. Na Yesu aliwahurumia wale wakoma, wale waathirika, akawapa maagizo waende sasa wakajithibitishe kwa makuhani, na wakiwa njiani kwenda kuwaona makuhani wakatambua wamepona. Walikuwa kumi. Mmoja akasema lahaula, hili jambo ni zito hili, lazima nirudi nikashukuru. Tisa wakaendelea na safari kuwaendea makuhani, mmoja akarudi kwa Yesu kusema mzee, asante, nimepona Asante, niko vizuri. Halafu naambiwa huyu aliyerudi hakuwa mtu wa kawaida, alikuwa ni mtu mnyonge, mtu mdogo. Kwa lugha za mitaani utasema ah, mtu wa mwisho, mtu asiye na maana mtu asiye na heshima, mtu asiye na thamani. Naweza kusema labda alikuwa Mkonongo, alikuwa nani? <todakana> Saa kama kuna Mkonongo wa kweli hapa, asiseme askofu amenitukana, natumia tu huo mfano kama kielelezo huyu mkonongo wa Yesu alikuwa ni Msamaria na Wayahudi safi waliwabeza Wasamaria kwa sababu walikuwa ni watu wa pembezoni, watu waliochanganya damu. Hongereni hiyo naye ni baraka awaza kusema, walikuwa machotara na uchotara wao uliwafanya wasiwe na utamaduni ulioeleweka watu wasio na heshima watu wa lugha hovyo, watu wa matusi, watu wa tabia hovyo. Hao ndio walikuwa wa Samaria, watu wa mwisho. Lakini hawa watu waliotambulika kama wa mwisho <laughs> wanakuwa vielelezo kwetu. Mmoja wao anaonyesha moyo wa shukrani anarudi kutoa sifa na heshima, anatambua neema ya Mungu na anakuja kumshukuru Mungu kwa mambo makuu aliyomtendea, na Yesu anambainisha kuwa ni mtu wa kuheshimika, ni kielelezo. Kumbukeni maneno ambayo Yesu amemtamkia: imani yako imekuponya. Rudieni, imani yako imekuponya. Ewe mwana Dar es Salaam, je, imani yako ni imani ya kukuponya au ya kukuangamiza? Namwombea kila mmoja wenu katika hadhi yako kama Mkristu, uwe na imani hai, uwe na imani thabiti, uwe na imani inayoponya na inayotakatifuza imani inayokufanya uwe mtu wa Mungu na mtu wa watu. Sasa sisi leo tumekuja hapa tukisukumwa na imani yetu katika mtiririko wa maadhimisho ya kijimbo, adhimisho la leo tumezoea kuliita sherehe ya mavuno. Ni kweli ni sherehe ya mavuno, lakini kama ambavyo nimekuwa nikiwaalika kila mwaka, tusiishie mavuno, tupanue wigo na kutambua tunachoadhimisha kama ni tukio la shukrani tukio la utume, tukio la uinjilishaji. Tunayo kila sababu ya kumrudishia Mungu sifa na shukrani, kwa kuwa hakika tangu tulipokutana hapa mwaka jana, Mungu ametutendea mambo makuu. Tumefanya kazi, tumelima, tumefanya biashara, tumetekeleza ajira zetu. Haya yote tumeyafanya kwa baraka na msaada wa Mungu. Zaidi ya hayo, Mungu ametubariki na kutulinda katika changamoto za maisha. Tuko hapa hai kwa sababu Mungu ametulinda. Tusichoke kamwe kujikabidhi kwake na kujiaminisha kwake. Daima Mungu awe kimbilio na tegemeo lako. Kwayo, kwa hiyo kwa utambuzi huo, leo kama jimbo tunamtolea Mungu shukrani. Lakini pia leo kama jimbo tunaonyesha mshikamano wetu katika kuliwezesha jimbo letu kutekeleza wajibu wa kuinjilisha, wajibu wa kuujenga ufalme wa Mungu. Na hilo tunalifanya kwa majitoleo yetu, tumempa Mungu yale aliyotuzawadia yeye mwenyewe na kwa kufanya hivyo, ninamwomba Mungu arudishie baraka tele na kuwajaza wingi wa neema, baraka na fanaka. Nasema kwamba matoleo yetu sio jambo la kubabaisha ni jambo halisi linalohusu utume na ushuhuda unaotupasa jimbo letu kuu la dar es salaam halina mfano hapa tanzania Ukitaka kulinganisha jimbo kuu la Dar es Salaam na majimbo mengine, utaweka pamoja majimbo matano ya kawaida, ndiyo yanazaa jimbo kuu la Dar es Salaam. Na mshukuru Mungu kwamba jimbo hili lina uhai lina utamaduni na lina utayari wa kulijenga na kulitegemeza kanisa la Mungu, na tunafanya hivyo tukijitambua sisi kama majimbo mengine ya Tanzania tumezaliwa kutokana na juhudi za wamisionari. Hata sisi ni watoto wa wamisionari, kwanza wamisionari wa Benediktini na baadaye wamisionari wa Kapuchini na mashirika mengine yaliyopo leo haya mashirika yote yalitulea, yakatubeba kwa mbebeo, yakatufanya tujenge mazoea ya kupenda kubebwa. Kwa bahati nzuri, sisi tumeshatokamo na kutokamo huko ni jambo la lazima. Leo hii hata Roma haitoi msaada wowote kwa jimbo kuu la Dar es Salaam. Majimbo mengine yanapata pata kidogo kidogo. Mimi nilipoanza kama askofu wa Mbulu miaka ishirini na sita iliyopita nilikuwa napata ruzuku ya dola arobaini na nne elfu kwa mwaka kutoka Roma. Mpaka nilipotoka Mbulu, hiyo imeshashuka ikafikia dola kumi na saba elfu. Na leo kama kuna jimbo linalopata ruzuku ni kiduchu. Na yale majimbo ambayo hayajadhubutu kuvumbua namna za kujitegemeza na kujiendesha yako hatarini. Yako hatarini. Ni muhimu kuwa na mtazamo, mipango na vipaumbele vya kujitegemeza wenyewe. Sio tu Roma, lakini hata mashirika yaliyokuwa yanatoa msaada kutoka Ulaya nayo na yamefifia yako mashirika nye ya watawa huwa mnaandika andika projects naleta kwangu na sign zinakwenda. Nikisign projects ishirini, kama ikipatikana moja ambayo imepata msaada, tena ka msaada kadogo, ni hiyo tu. Kwa hiyo najua pia kwamba mashirika yetu ya kitawa nayo yanahaha, au uongo au uongo? Kweli, eh? Mashirika mnayopata ruzuku kutoka Ulaya, nyosha mkono huku nyuma. Mnaopata ruzuku nyosha mkono. Sikuona hata mmoja. <laughs> Eh, maona asimame, nimwone shirika gani? njo njo njo Sawa, sasa wewe kakusaidiana <laughs> eh? Eh? <laughs> kutoka jimboni ah. Sawa, amesema ukweli, amesema anapata msaada lakini kutoka katika ofisi ya askofu <laughs> na wako kadhaa, sio yeye tu ziko parokia kadhaa ambazo ni tegemezi, tunazipatia ruzuku, sio kutoka Ulaya. Haya mliotolea leo ndiyo yanatusaidia tutegemeze parokia ambazo ziko katika mazingira magumu. Kwa hiyo mwelewe vizuri hakusema anapata msaada kutoka Marekani, Ujerumani, Uingereza, Italia au wapi na wapi. Ni kutoka penyewe hapa hapa. Kwa hiyo nawashukuruni kwa majitoleo yenu ambayo yametuwezesha tuwasaidie parokia za pembezoni, parokia ambazo zikiachwa peke yake haziwezi zikamtegemeza padre. Padre anayekaa Kisiju aje hapa hayupo. E, amekosa nauliet. Paroko yupo eh? Okay, haya, Kisiju inajumuia sita ni parokia. Padi akienda kuadhimisha misa akipata shilingi mia nane basi anarudi nyumbani. Mia nane atakula mia nane, atasafiri Mia nane atakunywa dawa. Kwa hiyo parokia za namna hiyo ni lazima tuzitambue kwamba ni maeneo ya misioni ndani ya jimbo letu kuu, nasi tuwe na utayari wa kuzibeba, kuzitegemeza, kuzisaidia. Ndugu, zangu nisirefushe sana. Uzito wa neno ninalotaka kuwasisitizia ni kwamba tuwe watu wa shukrani. Lakini pia tuwe watu tunaolipenda kanisa letu, tulio tayari kulihangaikia kanisa letu, na tulio tayari kushirikiana na kanisa letu katika kuujenga ufalme wa mbi, Mungu kuanzia katika mioyo yetu, familia zetu, jumuiya zetu ndogondogo, vigango, maparokia na kwingineko. Nipende kwa shukuru madekano ambao waliongoza parokia zenu katika mawasilisho nipende pia kuwashukuru parokia zote ambazo kwa kweli mmejituma mkafanya vizuri kuliko mwaka jana. Nipende kuwashukuru vikundi mbalimbali mbali ambao nanyi mmejitosa kutoa matoleo yenu kwa ukarimu mkubwa. Nipende kuwashukuru Wakristo binafsi ambao walichukua bahasha na kuwekamo chochote kwa ajili ya kutunisha mfuko wa kuliwezesha jimbo letu, asanteni. Na Mwenyezi Mungu awarudishie mara mia.